Charles Hiraly alikuwa mmoja wa waandishi na watangazaji mahiri wa habari kutoka Tanzania ambaye alijizolea umaarufu mkubwa kupitia kazi yake katika vyombo mbalimbali vya habari vya kitaifa na kimataifa. Alifahamika kwa sauti yake ya kipekee, ueledi wa hali ya juu na mchango wake mkubwa katika kukuza tasnia ya habari na mawasiliano nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Ingawa taarifa za kina kuhusu maisha ya awali na elimu ya Charles Hiraly hazijapatikana kwa urahisi, lakini itafahamika kuwa alianza safari yake ya uandishi wa habari katika uh, katika miaka ya elfu moja mia tisa na themanini akijifunza na kukuza ujuzi wake katika mazingira ya kazi. Safari yake ya kitaaluma ilianza mwaka 1980 hadi 1993 ambapo Hilali alianza kazi yake ya utangazaji katika Radio Tanzania Dar es Salaam ambapo alihudumu kwa zaidi ya muongo mmoja akijipatia uzoefu mkubwa katika uandishi wa habari na utangazaji. Redio One alianza mwaka 1994 hadi 1, 2, baada ya kuondoka RTD ambayo ni Radio Tanzania Dar es Salaam, alijiunga na Radio One, redio ya kwanza binafsi nchini Tanzania, ambapo aliendelea kung'ara kama mtangazaji na mwandishi wa habari. Mwaka 2003 hadi 2006, Charles Hiraly alihamia alihamia Deutsche Welle ya Ujerumani na kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle, akifanya kazi katika miji ya Koni na Bonn ambapo alipanua wigo wake wa kitaalamu wa kitaaluma katika mazingira ya kimataifa Mwaka 2006 hadi 2015 Charles Hiraly alikuwa BBC Swahili, ambapo Aprili 14, 2006 alijiunga na idhaa ya Kiswahili ya BBC mjini London Uingereza. Akiwa BBC alijulikana kwa utangazaji wake wa habari na michezo hususani soka na alishiriki katika matangazo ya moja kwa moja ya mashindano makubwa kama vile Kombe la Dunia na Kombe la Mataifa ya Afrika. Azam Media mwaka elfu mbili na kumi na tano na elfu mbili na ishirini na moja, waliona umuhimu wa Charles Hiraly na baadaye kumchukua kumtoa BBC. Alirudi Tanzania na kujiunga na Azam Media ambapo aliendelea na kazi yake ya utangazaji na kutoa mchango mkubwa katika kukuza tasnia ya habari nchini. Mafanikio na tuzo za Charles Hiraly. Charles Hiraly alikuwa mtangazaji wa kwanza kutangaza moja kwa moja mechi za fainali za Kombe la Dunia kwa Kiswahili akiwa uwanjani, hatua iliyomweka katika historia ya utangazaji wa michezo nchini. Mwaka elfu mbili na ishirini moja hadi elfu mbili na ishirini tatu alipata uteuzi kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya raisi, Ikulu. Mnamo Disemba ishirini moja Rais wa Zanzibar Dr Hussein Mwinyi alimteua Hilali kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya raisi, nafasi aliyoishikilia hadi Februari elfu mbili na ishirini tatu Msemaji mkuu wa serikali ya Zanzibar. Mnamo Februari sita mwaka elfu mbili na ishirini tatu aliteuliwa kuwa msemaji mkuu wa serikali ya zanzibar ambapo alihudumu hadi kifo chake kifo na urithi Charles Hiraly alifariki dunia mwaka 2025 na kuacha pengo kubwa katika tasnia ya habari na mawasiliano atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika kukuza uandishi wa habari utangazaji na mawasiliano ya umma nchini tanzania na afrika kwa ujumla Chama cha wananchi kafu kupitia kitengo cha habari wilaya ya ilala kinatoa salamu za pole kwa familia ya marehemu Charles Hiraly, serikali ya mapinduzi Zanzibar, ndugu jamaa na marafiki, pamoja na Watanzania wote kwa ujumla kufuatia kifo chake Charles Hiraly. Marehemu Charles Hiraly atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika tasnia ya habari na mawasiliano, akiwa na historia ndefu ya uandishi wa habari pamoja na kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Chama cha Wananchi Kafu kinatambua kwa heshima kubwa na mchango wake katika kuijenga jamii kupitia taaluma ya habari na mawasiliano. Licha ya tofauti za kiitikadi, lakini mchango wake ni urithi wa pamoja kwa taifa letu. Tunaombea apumzike kwa amani na Mungu awape nguvu na faraja wafiwa wote katika kipindi hiki kigumu. Imetolewa na Chama cha Wananchi Kafu.